Yani, mtazamaji wa Msasa Media popote pale ulipo, ambapo pa unafuatilia matangazo haya ya mchezo wa Stellenbosch dhidi ya Simba SC eh, ambao ah, unapigwa huko Afrika Kusini, karibu sana aweze kupata matangazo haya ya moja kwa moja kutoka hapa tuotayaikoa amo tn nshuu na moa kw oja na geza, eh, katika uwanja wa eh, hapa Afrika Kusini, kwa kushuhudia kila ambacho kinakuwa kinaendelea hapa. Niko na Muxin eh, Kimonje na mimi Godson na pia tutakuwa na uh, Kulwa Mwaijuru kwa ajili ya kuhakikisha kwamba unapata uchambuzi wa kina kabisa wa mchezo wa leo. Kwa hiyo cha kufanya hapo kana sisi ili usiweze kupitwa na chochote katika mchezo huu ambapo sasa eh, eh tayari wachezaji wamekwisha kuingia katika dimba na punde eh, eh kipute kinakwenda kuanza kutimka hapa katika dimba hili eh, la Moses. Karibu sana uweze kuungana nasi basi uweze kupata matangazo haya mubashara kwa uzuri kabisa ili uweze kufurahia kila kinachokuwa kinaendelea hapa. Asante sana Godson Bilinyi ee, ni matangazo ya moja kwa moja kutokea katika uwanja wa Moses Madiba miongoni mwa viwanja ambavyo vinachukua eh, eh, watu wasiopungua takriban elfu hamsini na sita ni mchezo wa hatua ya nusu fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika ikiwakutanisha miamba ya soka kutokea nchini Tanzania Simba Sports Club ee, wakiwa tayari wana aggregate ya goli moja goli ambalo lilifungwa katika uwanja wa New Amani visiwani Zanzibar, katika uwanja wake wa nyumbani katika ardhi ya mama Kizimkazi, Tanzania, goli pekee ambalo liliofanya Simba wana lunyas wabaki na matumaini ya kwenda katika hatua ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Lakini hivyo hivyo Stellenbosch nao wakiamini kuwa wanayo nafasi katika uwanja wao wa nyumbani, lakini kumbuka tu eh, siku ya Ijumaa Al Ahli Ah, mabingwa hawa kihistoria katika michuano ya CAF Champions League waliweza kutolewa nyumbani kwao katika dimba la Cairo International nchini Misri. Eh, kwa haraka haraka tulianza na kikosi cha Simba ambacho kimeanza ikiongozwa na mwalimu Fadu Davis, golini yupo eh, Musa Kamara, lakini pia Chamo Karabo, eh, Fabrice Ngoma, nambari Jean Charles yahua jezi nambari kumi Steven Mukwala, Shomari Kapombe, Ibrahim Hamza Uh, Hussein Mohamed Shabalala captain lakini Yusuf Kagoma Elie Mpanzu pamoja na Kibu Dennis. oh, eh, miongoni mwa uh, kikosi ambacho ukitazama kina mabadiliko na kikosi ambacho kimecheza katika mchezo wa kwanza eh, pale Zanzibar wakifanikiwa kupata goli moja kwa sifuri eh, lakini kwa upande wa Stellenbosch eh, kikosi chao ambacho kinaanza katika mchezo huu eh, Masuluke amerejea tena E, katika milingoti mitatu lakini Toore jezi nambari 4 jezi nambari 24, Moalsane Basiden captain lakini yupo enyinaya e, mduli Kiba Butsaka Dijong Titus pamoja na Lekoloane. E, muda mchache kutokea hivi sasa utakwenda kushuhudia dakika 45 za kipindi cha kwanza. E, kama ambavyo e, kama ambavyo unajua ni miongoni mwa mechi meshi ambayo ilikuwa ikisubiriwa kwa hamu kumbuka, ee, mnyama anaingia katika mchezo huu akitafuta sare ya aina yoyote ama ushindi wa aina yoyote. Kama ni kupoteza basi iwe ee, kwa mbili moja, tatu mbili, ee, tatu nne e, lakini mnyama anatafuta sare ya aina yoyote kuhakikisha kwamba anaweza kupata kile ambacho ee, anakistahili kukipata katika hatua ya fainali ya michuano hii wanaonekana kwanza kasi kabisa hawa eh, Stellenbosch kwanza, watu wanatakiwa wajue kwamba Stellenbosch wakati wanaanza eh, kutengeneza timu yao, yani wazo lao lilikuja kutengeneza timu ambayo eh, italenga katika kukuza vipaji, lakini kikubwa zaidi ilikuwa ni kwa ajili ya kuleta ushindani, yani watengeneze wachezaji ambao watakuwa wanawalipa wa, wa, wa, ikifika muda fulani wachezaji wanatakiwa wauzwe kwa ajili ya, ku, ya kuendelea kutengeneza program kwenye timu yao, lakini wanaonekana eh, lenga katika kuwa timu ya ushindani e, licha ya kwamba hawezi kuwa na misuli mikubwa sana ya fedha, leo hii tunaenda, huenda tukawashuhudia katika kile ambacho wamekilenga kwa kiwango kikubwa hususan e, kwenye kufanya vizuri e, kuanzia barani Afrika mpaka kwenye e, taifa lao kwa maana ya South Africa. Analalama Kibu Dennis e, mkandaji akiwa hana imani na kile ambacho e, kimetokea, kini mwamuzi akiambia akimwambia tucheze Eh, hii ni mbungi ya wanaume anawekwa eh, chini kule mchezaji wa Stellenbosch na eh, nyota huyu wa klabu ya Simba Yusuf Kagoma anza kabisa huku eh, nyuma kabisa kwake Moresane, cheza vizuri eh, sasa anaweka pasi ndefu kabisa kumtafuta huyu jezi eh, namba 5 mgongoni Lokolane anaokoa eh, kwa uzuri sasa. Kibu Dennis eh, Kibu bado anao, Kibu anatafuta kuondoka, Kibu Dennis, Kibu Dennis anakataliwa vizuri kabisa, wanaondoka vijana, timu wanakwenda nje, unakuwa ni wakurushwa kwenda kurusha sasa. Shomari Kapombe hana haraka ee, hana haraka wanasema, akipata uleta majivuno. Huenda lile goli moja ambalo bado wanalo ndo ambacho kinawafanya Simba wapate confidence zaidi ee, likuwa nipata shika nguo kuchanika ee, captain, pamoja na Kibu Denis, jezi nambari ishirini na moja mgongoni, huyu basa dien na kwenda kurusha sasa. Uh, Shomari Kapombe rusha vizuri kabisa. Uh, Kibu Denis na chaji wa tatu. Uh, anawekwa chini na kuwa ni foul eh, ee, Simba wanapata foul na kwenda sasa uh, kucheza Shomari Kapombe alikuwa uh, anatafuta namna ya kuweza uh, kumiliki mpira lakini nahodha uh, huyu wa uh, timu ya Stellenbosch kashindwa kucheza mpira na kacheza bila tari katika lango kule, anacheza kuzuia, anaokoa kabisa hapa. Vijana wa Stellenbosch yupo chini. Uh, Steven Dese Mukwala yupo chini, anagalagala uh, lakini bungi inaendelea katikati sasa. Kule anarudisha nyuma, anataka alikuwa, anaokoa kuzuri kabisa. Narudisha nyuma kwa Fabrice Ngoma kwake Musa Kamara, Pimbi na mlango wa timu ya Simba. Pembeni sasa kule anamtafuta Chamu Karobo. Chamu, Chamu anacheza katikati pale vizuri kabisa Fabrice Ruamba Ngoma. Fabrice, Fabrice pembeni kule anamtafuta Shomari Kapombe. Shomari kaka pembeni kule Kibu Denis anaokoa kwa uzuri kabisa bado tena Shomari. Anaondoka anacheza ndefu kabisa huyu na hodha anakimbilia sasa kule Dijon. Wewe hatari kule katika lango la timu ya Simba anaokoa kwa uzuri kabisa. Ae... Fabrice Luamba Ngoma wanakwenda uh, kurusha sasa uh, vijana wa timu ya Stellenbosch eh, uh, taratibu kabisa pandolo wa kushoto uh, hawana haraka nao, anakwenda uh, kurusha sasa kwa namna ambavyo uh, mpaka sasa uh, ukiutazama mchezo, nini ambacho Simba wanataka kukiongeza dakika tatu, lakini pia nini ambacho Stellenbosch wanataka kukifanya ukiangalia Stellenbosch wanaonekana kutaka kupata goli la haraka ili mzani uwe sawa, lakini e, Simba pia wanahitajika kuwa watulivu zaidi, kwa sababu e, swala la goli kurudi ni muda wote ue kwanza, ukizingatia kwenye eneo lao la ulinzi e, kuna mabeki wao wote ni kwamba ni wazito kwenye kukimbia, kwa hiyo wanatakiwa cheze mpira kuanzia kwenye eneo la juu mpaka eneo la kati upande wa chini huku kwa mabeki, kwa maana ya kwamba kuanzia kwa Kapombe eh, kwa Shabalala pamoja na Chamuka Rabwa pamoja na beki wakati spia eh, eh, kupitika ni rahisi kwa sababu eh, Serembochi wana watu wengi ambao ni vibelenge, yani wanakimbia. Miongoni mwa vitu ambavyo watu wanatakiwa vijue eh, hawa eh, kwenye ligi kuu South Africa ile PSL. Wame, wamefunga karibia magori si chini ya asilimia 40 wakiwa wanacheza kwa counter attack, kwa hiyo ni wazuri sana eh, ndio maana E, hata mara zote walipokuwa mecheza na, na Zamalek e, mechi e, mechi nzima ya South Africa, hamna mechi hata moja, hamna shambulio hata moja ambalo